Mimi naitwa Roy nina miaka 35, na leo naongea nikiwa na hasira, nikiwa na maumivu, nikiwa nimechoka kuona wanawake wazuri, wanawake wenye mioyo safi, wakiumizwa kwa sababu hawakufundishwa namna ya kumjua mwanaume anayekupenda kweli. Leo sitapamba maneno, leo sitacheka, leo sitapunguza makali. Leo nitakuambia ukweli kama ulivyo, hata kama utauma. Dalili 4 za kumjua mwanaume anayekupenda. Na niseme mapema kabisa, namba 2 na namba 4 zitakushangaza sana, zitakuumiza, zitakufungua macho, zitakufanya uanze kukumbuka mambo uliyokuwa unayapuuza makusudi. Kabla sijaendelea, kama umewahi kuumizwa, kama umewahi kulia kimya kimya usiku, kama umewahi kujiuliza kwa nini ananifanyia hivi ili hali inasema nampenda, basi bonyeza like, subscribe naandika kwenye comments unatazama kutoka wapi, kwa sababu leo hauko peke yako. Leo tunazungumza ukweli. Niseme kitu kimoja mapema: mwanaume anaweza kukuambia anakupenda, anaweza kukuambia anakumiss, anaweza kukuambia wewe ndiye mwanamke wa maisha yake, lakini maneno hayo, maneno hayo hayana maana yoyote kama hayajaambatana na matendo. Hakuna, zero. Maneno ni rahisi, kila mwanaume ana mdomo, kila mwanaume ana lugha lakini sio kila mwanaume ana moyo. Tumefundishwa vibaya, tumeambiwa tukipendwa tutaona meseji ndefu, tutaona imoji za moyo, tutaona ahadi. Lakini sikiliza Roy vizuri, mapenzi ya kweli hayapigi kelele, mapenzi ya kweli hayatangazwi, mapenzi ya kweli yanaonekana kwenye vitu vidogo ambavyo wengi hawavioni. Ndiyo maana leo nakuambia kaa chini, sikiliza kwa makini kwa sababu dalili hizi nne zinaweza kukuokoa miaka ya machozi. Dalili ya kwanza ya kumjua mwanaume anayekupenda, anashusha ego yake kwa ajili ya furaha yako, na hii sio rahisi kwa mwanaume. Usidharau hili, mwanaume analelewa kushindana, kushinda, kuwa sahihi, kuwa juu. Ego kwa mwanaume ni kama uti wa mgongo. Lakini mwanaume anayekupenda kweli anajifunza kitu kigumu sana, anajifunza kukupenda zaidi ya kuwa sahihi. Mnabishana, ana hoja ana sauti ana hasira, anaweza kushinda ugomvi huo. Lakini ghafla anasimama anavuta pumzi, anasema acha tupunguze maneno na kuona na kusikia. Sio kwa sababu anaogopa, sio kwa sababu umeshinda, bali kwa sababu amani yako ni muhimu kuliko ushindi wake. Hiyo ndiyo dalili ya kwanza, mwanaume anayekupenda anaacha kushindana na wewe, anaanza kushirikiana na wewe. Hana nia ya kukushinda. Ana nia ya kukuhifadhi. Na kama mwanaume bado anataka kila ugomvi uwe vita, bado anataka kila jambo liwe kuhusu yeye, bado anataka kuthibitisha ana nguvu, huyo bado hajakupenda, anakutumia. Na hapa ndipo wanawake wengi huumia, kwa sababu wanaona mwanaume mkali, mwanaume mwenye sauti, mwanaume asiyeomba msamaha, wanafikiri huo ni uwanaume. Hapana, huo ni utoto wa kihisia. Dalili ya pili, na hapa sasa wengi mtanyamaza. Mwanaume anayekupenda anakusikiliza hata usipoongea. Sikiliza vizuri, mwanaume yeyote anaweza kusikia maneno yako, lakini mwanaume anayekupenda anasikia kimya chako, anaona mabadiliko ya macho yako, anahisi mabadiliko ya sauti yako, anajua, leo huyu mwanamke hayuko sawa, hata kabla hujasema. Unarudi nyumbani ukiwa kimya, unasema niko sawa, lakini yeye anajua hujasimama sawa, na badala ya kupuuza, badala ya kuendelea na simu yake Anasimama, anakukaribia, anasema niambie, kuna nini? Na hata usiposema, anakaa, anakaa tu, anakupa nafasi, anakupa usalama. Hii huumiza kwa sababu wengi wenu mmeishi na wanaume wasiojali, wanaume wanaosikia tu wanachotaka kusikia, wanaume wanaokujibu sawa bila hata kukuangalia. Lakini mwanaume anayekupenda kweli haishi na wewe kimwili tu, anaishi na wewe kihisia. Na niseme kitu hii dalili huwezi kuigiza, huwezi kujifunza kwa wiki mbili. Hii ni matokeo ya mtu anayejali moyo wako kwa dhati. Dalili ya tatu ya kumjua mwanaume anayekupenda: anakuingiza kwenye ulimwengu wake. Hakuweki gizani, hakufichi, hakusemi bado sijawa tayari. Unawajua marafiki zake, unamjua mama yake, unajua watu wake, unajua maisha yake. Hauko pembeni ya maisha yake, uko ndani ya maisha yake. Mwanaume asiyekupenda atakuficha atakuweka kama siri, atakuweka kama chaguo la pili. Lakini mwanaume anayekupenda anakutambulisha, anajivunia uwepo wako, anatembea na wewe kifua mbele. Na usidanganike na mtu anayekuweka Instagram lakini hakujumuishi kwenye maisha yake halisi. Mitandao ni rahisi, maisha halisi ndiyo magumu. Kama uko kwenye simu yake lakini hauko kwenye maisha yake, ujue hapo hakuna mapenzi. Na sasa dalili ya nne, hii ndiyo dalili inayoua matumaini ya wengi. Mwanaume anayekupenda ni consistent, na anajitoa kimya kimya. Sio wiki moja, sio mwezi mmoja, sio kipindi cha mwanzo. Ni hata baada ya ugomvi, hata baada ya kuchoka, hata maisha yanapokuwa magumu, bado yupo, bado anakupigia, bado anakujali, bado anakuchagua. Hana mapenzi ya msimu, hana mapenzi ya hisia za muda. Mapenzi yake ni tabia, ni maamuzi, ni dhamira na atajitoa bila kutangaza. Ataacha kitu fulani ili wewe uwe salama, ataacha starehe fulani ili wewe uwe na amani, na hata kutajia, hata taka sifa, atasema tu upo sawa. Hapa ndipo wanawake wengi huumia, kwa sababu wanapenda wanaume wanaokuja na kuondoka, wanaume wanaopotea wanapochoka, wanaume wanaopotea unapohitaji zaidi. Lakini mwanaume anayekupenda kweli hasimami pale mambo yanapokuwa magumu, anaanza hapo. Na niseme ukweli huu kwa uchungu: kama unajikuta kila siku unaomba attention, unaomba muda, unaomba uthibitisho, huyo mwanaume hakupendi. Mapenzi hayakuombi, mapenzi hujitokeza. Leo nimeongea kwa hasira kwa sababu nimeona wanawake wakilia, nimeona wanawake wakijilaumu, wakifikiri hawatoshi, wakifikiri wamekosea. Lakini ukweli ni huu, walikuwa tu wanampenda mtu asiyejua kupenda. Kama dalili hizi nne hazipo, usijilazimishe, usipambane, usijiumize. Mapenzi ya kweli hayakuumizi kila siku, yanakupa amani. Mimi naitwa Roy, na kama ujumbe huu umekugusa bonyeza like, subscribe, na naandika kwenye comments unatazama kutoka wapi. Usiwe kimya tena, uko muhimu, ulistahili kupendwa vizuri.